Na tumekuja hapa kuangalia filamu yetu aina ya makala ambayo kuna filamu za namna nyingi hii ni, hii ni documentary ya The Guardians of the Peak na kwa hakika hii ni filamu ni nzuri sana ambayo mimi na wa, si Watanzania wengi waweze kuja kuitazama wauone namna ambayo unaweza kuitazama kwa sababu inatukumbusha jambo kubwa uh, muhimu na kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu na hususan ni mlima Kilimanjaro ambao huu ni alama ya Afrika alama ya Tanzania yetu lakini ni alama ya uhuru na umoja wa nchi yetu kwa hivyo kuna haja ya Watanzania wa wengi kuweza kuangalia namna uh, filamu hii ilivyo na nguvu ya kuweza kutukumbusha kuhusiana na kutunza mazingira yetu, mlima Kilimanjaro. Zaidi hii filamu inakwenda mbali zaidi kwa sababu inaendeleza ule mwendelezo wa, wa The Royal Tour, mwendelezo wa Amazing Tanzania ambazo hizi ni kazi za filamu za kidokumentari ambazo Mheshimiwa Rais ameshazifanya. Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ameshazifanya, na tunapoangalia The Guardian of the Peak inaenda kubeba yale maudhui au ile dhana ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa kizungumza, hasa kwenye utunzaji wa mazingira kama nilivyosema, lakini pili kwenye kuhakikisha kwamba tunatangaza vivutio vya utalii wa Tanzania. Kubwa zaidi filamu hii ni ya ushirikiano kati ya Tanzania na nchi ya China. Kwa hiyo, unaweza kuona pia inazidisha ile e, kuweka ule e, msingi mkubwa wa mwendelezo wa uhusiano wetu wa nchi hizi mbili ambazo una zaidi ya miaka sitini sasa. Kwa hiyo, unaweza kuona namna gani hii filamu ilivyosheheni maeneo yote muhimu. Kwa hivyo, uh, kama mnavyojua filamu ni jukwaa pana la teknolojia linaloruhusu sanaa nyingine kuweza kujipenyeza ndani yake na tumeona ndani yake mandhari mbalimbali ya sanaa nyingine za kijadi yameweza kuonekana, lakini pia lugha yetu adhimu na tamu ya Kiswahili imeweza kupata nafasi katika filamu hii. Wewe unaweza kuona licha tu ya ku, eh, kutukumbusha swala la kutunza mlima Kilimanjaro na kutunza uh, kutunza uh, mazingira yetu, lakini inakwenda mbali zaidi sasa kwa kuhakikisha kwamba inafungua fursa nyingine za sanaa nyingine kuweza kupata nafasi ya kuonekana katika filamu yetu, lugha yetu yetu kupata nafasi kuonekana katika filamu yetu, lakini pia inaongeza fursa sasa za ajira, fursa za utaalamu, kwa sababu ya ushirikiano kwa, wa Tanzania na Wachina, lakini pia hizo fursa za kibiashara, kwamba tunapata fursa zaidi sasa za kipato kupitia utayarishaji wa filamu yenyewe. Kwa hiyo ni filamu ambayo imesheeni katika kila idara ambayo mi nawashajisha Watanzania wa waweze kuitizama na kuweza kupata mazuri yaliyopo katika filamu hii. Okay. Uh, k filamu kama hizi mara nyingi hazipewi sana kipaumbele katika jamii yetu hasa ya Kitanzania. Uh, wito wako ni nini kwa watayarishaji wa filamu za namna hii? Hasa kama mmoja wa watu ambao labda pengine mmekuwa mkipigania hasa kusukuma gurudumu hili la kwa, kwa hizi filamu za nyumbani hmm. Uh, kwa kweli tuna wasii tunawasii tunawashajiisha, kwa maana ya ku inspire, lakini pia tunawahamasisha watayarishaji wenzetu wa filamu. Nasema wenzetu kwa sababu sisi Bodi ya Filamu tunasimamia filamu na wengi wetu pia ni tulikuwa watayarishaji wa filamu, kwa hiyo tunawashajiisha watayarishaji wenzetu wa filamu kuona umuhimu wa kuanza sasa kuanza kutengeneza filamu za makala ambazo kiuhalisia zina nafasi ya moja kwa moja eh, kuweza kuwaonesha jamii namna eh, mazingira yetu yalivyo namna watu wetu walivyo ni wakati gani utu wetu ulivyo. Je, uko katika namna nyong'onyevu au uko katika namna kubwa zaidi? Kwa hivyo ni muhimu kutengeneza filamu kama hizi, zinasaidia moja kwa moja yale mabadiliko ya kitabia. Mtu unaona jambo katika namna halisi, kwa hiyo kubadilika kwake kunakuwa rahisi kwamba filamu kama ni chombo pia cha kuweza kufanya mabadiliko ya kijamii kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye tija. Kwa hiyo filamu za namna hii, hasa za kimakala, pia zina nafasi kubwa ya kufanya jambo hilo, na sisi kama Watanzania kwa kipindi kirefu tumekuwa hatutengenezi filamu za namna ya makala, lakini tunapotengeneza makala kwa kiasi kikubwa tutasaidia pia ku ongeza vipindi vya runinga ndani ya televisheni zetu, lakini pia tutasaidia kutengeneza vipindi mbalimbali mbali, uh, hasa ya, ya, ya kazi za kimakala ziweze pia kuingia katika mitandao ya kijamii na kadhalika, ambayo pia zitaongeza sasa fursa zaidi kwa watayarishaji wetu wa ndani kuweza za kupata maeneo mengi zaidi ya kupata kipato kupitia utayarishaji wa filamu, lakini tunasema utayarishaji si wa filamu tu kwa sababu unapata kipato, lakini hapo hapo unatangaza nchi yako, unatangaza upekee wa nchi yetu kama tunavyoona hapa kwenye video gani ndio vipiki na namna mlima wetu Kilimanjaro, ambao ndio mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, lakini mlima uh, tunasema ule mlima wima, mlima ambao umesimama wima standing, eh, umesema standing mountain eh, volcanic standing mountain volcanic pekee ambayo ni kubwa kuliko zote kwa kusimama duniani. Kwa hiyo unaweza kuona namna na ambavyo kupitia Guardian of the Peak mlima Kilimanjaro pia umepata nafasi ya kutangazwa kwamba uko Tanzania, lakini pili umetangaza nchi yetu Tanzania, lakini tatu umetangaza mazingira yetu ya mkoa wa Kilimanjaro, na unaonyesha kabisa shughuli za kiuchumi zinazofanyika katika upandishaji wa mlima wa Kilimanjaro.